Mchezo ambayo leo Popat huko, uh, mbeleni mna imani na timu uh, kwa kile ambacho imekionyesha ime, ndio mchezo inatokea, unaweza ukafungwa kote nyumbani au ugenini okay, lakini leo tumecheza kwenye performance kubwa sana, hata unafungwa lakini unaenda kuwapa mkono wa wachezaji, we mwenyewe ukiwa satisfied umepambana, yani kwa moyo wao wote. Kwa hiyo tuna haturidhiki na matokeo kufungwa, mna mtu anaridhika lakini tunaridhika na performance. Kwa mechi ya mwanzo tuliocheza tu, tulicheza vizuri lakini tulicheza kwa tempo ya chini sana. Leo tumecheza vizuri kwa tempo ya juu, intensity kubwa, lakini ndio tumepata nafasi hatujaweza kuzitumia. Wenzetu wamepata nafasi mbili, moja ile kipindi cha kwanza azisikia kufunga, wamepata nyingine ikilia wamefunga. Sisi tumepata nafasi tukaweza kufunga, japo kuna moja tumefunga lakini waamuzi wenyewe ndio wanaojua zaidi kuliko sisi. Mechi ya pili hii mnapata na, mnapata nafasi lakini mnashindwa kuzitumia Popat, uh, nini, inatoa taswira gani katika michezo ambayo ni muhimu zaidi kuzisaka alama tatu? Sasa hiyo ni kazi ya kocha na technical bench wenye, mimi sio kocha, kwa hiyo yeye mwenyewe kaona, japo sisi tukikaa nje pia tunaona, lakini mwalimu anajua zaidi. Timu ina build, inatengeneza nafasi, kwa hiyo kocha anafanya kile anachokiweza kwenye kumalizia. Sasa mara nyingi huwezi kuzungumzia Mwalimu atajua mwenyewe namna gani sasa wachezaji waweze kumaliza nafasi, kwa timu ina create nafasi. Ukiangalia kwenye group letu na labda uh, wote kwenye Confederation Cup sisi ndio timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi kuliko timu zingine. Hata ukiangalia stats leo, hata half time niliangalia, unaona kabisa sisi mpaka half time tulikuwa tunatengeneza nafasi karibu ya 9 lakini sasa kuzi concede ndio zikuwa magoli ndio bado changamoto. Mimi siwezi kujua, niko kwa uwanjani. Kwa hiyo baada ya kutoka hapa ndio tutaulizia hali yake, baadaye tutapata kujua. <laughs> Hilo ndio. Shukrani kubwa sana kwa mashabiki wote wa Zanzibar, lakini pia walotoka Dar es Salaam na labda kama wametoka kwenye mikoa wa mingine ya jirani, tunawashukuru sana, support yao imekuwa kubwa, hype ilikuwa kubwa uwanjani, nadhani nadani pia nayo imewafanya wachezaji kuhamasika zaidi. Wamepambana kiukweli kwa jitihada zote, tunawashukuru sana mashabiki na waendelee kutusapoti kwa mechi zingine.